Kamanda wa polisi mkoa wa Iringa, kamishina mwandamizi wa Jeshi la Polisi Alan Bukumbi anaeleza kisa hiki. Baada ya kadhaa taarifa hiyo kituo cha polisi taarifa hiyo ilitia mashaka kwa sababu huyu alipotoa muda wa kutoa taarifa hiyo na ma mazingira yake ya kwa viendana. Lakini tuliendelea kumsikilia huko tukiendelea kufuatilia kuhusu patikanaje huyo mtoto kwa sababu mzazi tuko ushirikiana lakini alikana kama vile ana taarifa fulani kuhusiana na kupoteza huyo mtoto. Baada ya kushikiliwa kwa siku kadhaa katika kituo cha polisi, kutokana na taarifa yake aliyoitoa kituoni kuhusiana na kupotea kwa mtoto huyo kutiliwa mashaka, Bwana Joseph Mhulila alifichua siri ya tukio la mauaji alilolifanya na kueleza mwili wa mtoto huyo ulipo, na ndipo hatua zikachukuliwa. Ilipofika e, tarehe sita mwezi wa tano majira saa moja na nusu asubuhi timu makachero walikata taarifa fiche kusema kupotea kwa tarifa feature huyo mtoto lakini baada ya kumuhojiupsa mtuhumiwa huyo kutokana na hizo taarifa aliweza kwamba e, mnamo tarehe ishirini na nane mwezi wa tatu mwaka elfu mbili ishirini na tano alimchukua mtoto huyo kutoka mama yake kwa lengo la kuja kumsalimia baba. Huyu na mtoto walikuwa waishi pamoja, lakini anadai kwamba ilipofika tarehe kumi na moja mwezi wa nne mtumia alimwacha mtoto nyumbani kwake, anakwenda kulala nyumbani kwa mama yake, kwa mama huyo mtoto ambaye hawaishi pamoja, lakini anadai kuwa mtumia alirudi nyumbani kwake tarehe kumi na mbili mwezi wa nne majira ya asubuhi naligumbua mtoto wake ambaye kwa sasa ni marehemu amepiga shoti ya umeme akiwa ndani ya nyumba na kufariki dunia. Hayo ndio maelezo ambayo aliyatoa baada ya kuwa amehojiwa. Baadhi ya majirani waliokusanyika kushuhudia zoezi la utafutaji mwili huu wanaeleza kisa hiki. Na leo nikiwa kwa shughuli zangu za kiserikali nilipigwa simu pia na mwenye nyumba hui askari nanihitaji hapo, nimeweza kufika, wakanipa maelekezo kwamba Bwana Jose ametoa, ameeleza ukweli kwamba mtoto wake alimuua na katakata vipande vidogo vidogo sana, na akaweka ndani kwenye choo, akaflash kuingiza kwenye shimo la choo. Basi baada ya hapo, tumeendea zoezi la, la kuchimba hicho choo, kutindua ili kupata mabaki ya mwili. Tumefika eneo la tukio, tumevunja sehemu ya choo, tumegundua kuna nyama nyingi sana hatujathibitisha uh, kama ni za binadamu, lakini inawezekana kwa sababu kuna sehemu ya mbavu, kuna vidore na baadhi ya mifupa.